Rais wa Marekani Donald Trump amewashutumu wasaidizi wakuu wa mtangulizi wake kwa kufanya uhaini katika ngazi ya juu kwa madai ya kutumia kuzorota kwa afya ya akili ya Rais Joe Biden kutekeleza sera ambazo hazikuidhinishwa. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social mnamo siku ya Jumanne, Trump amedai kwamba Biden hakuwahi kutetea mipaka iliyo wazi na kwamba kuongezeka kwa uhamiaji haramu kulipangwa na wafanyakazi ambao waliiba uraisi na kutumia kifaa maalum cha kiotomatic kuna kili saini yake ili kutekeleza mambo kadhaa. Joe Biden ambaye kila mtu alijua hangeweza kamwe kuruhusu wafanyabiashara wa dawa za kulevya, washiriki wa magenge ya uhalifu na wenda wazimu wengine kuingia katika nchi yetu bila kudhibitiwa kabisa na bila kuchunguzwa. Kila mtu anachopaswa kufanya ni kutafuta rekodi yake, Trump alisema, akiongeza kuwa mmiminiko huo wa magenge ya uhalifu umegharimu Marekani mamia kwa mabilioni ya dola. Halikuwa wazo lake kufungua mipaka, ni watu ambao walijua alikuwa na shida utambuzi wa akili na hivyo kuchukua nafasi hiyo kufungua kifaa cha automatic ili kutumia saini yake. Huu ni uhaini wa hali ya juu kabisa. Kitu kikali sana kinapaswa kutokea kwa wahuni hawa wahaini waliotaka kuharibu nchi yetu, lakini hawakuweza, kwa sababu mimi nilirudi katika kiti cha uraisi. Madai ya Trump yanakuja huku kukiwa na wasiwasi juu ya afya rais mstaafu Joe Biden kufuatia tangazo la hivi punde kwamba amegunduliwa na aina kali ya saratani ya kipafu iliyofika hatua ya tisa. Wakati Trump akimtakia Biden afya njema, pia ametilia shaka uwazo ufichuzi wa ugonjwa huo akipendekeza kuwa umma haukujulishwa haraka na vya kutosha. Ninashangaa kwamba umma haukujulishwa muda mrefu uliopita, kwa sababu kufika hatua ya tisa huu ni muda mrefu, Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatatu, akihoji jinsi madaktari wa ikulu ya White House na hospitali ya Walter Reed walivyoweka swala hilo kwa miaka kadhaa. Na muungano wa ulinzi unaomilikiwa na serikali ya Urusi Rostek umepuuzilia mbali vikwazo vya hivi punde vya umoja wa Ulaya kuwa vifanyikazi na kutaja umoja huo kuwa bingwa wa hatua zisizo na maana. Siku ya Jumanne, baraza la Ulaya liliidhinisha awamu ya kumi na saba vikwazo vya umoja huo ni pamoja na Stan, mtengenezaji wa zana za mashine ambazo ni sehemu ya Rostek. Akizungumzia kifurushi hicho, Rostek iliambia shirika la habari la Ria Novosti kwamba wa magharibi hawawezi kuacha kujaribu kuidhofisha tasnia ya silaha ya Urusi. Ikiwa Urusi ndio bingwa katika suala la idadi ya vikwazo ilivyowekewa, basi umoja wa Ulaya ndio bingwa wa hatua zisizo na maana, kampuni hiyo ilisema, na kuongeza kuwa juhudi za umoja huo hazitopata chochote. Nchi za umoja wa magharibi zimewekea vikwazo riboribo ribo Urusi tangu kuanza kwa operation ya kijeshi mnamo mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Hatua hizo zimejumuisha kupiga marufuku usafirishaji wa mafuta baharini nchini Urusi, vikwazo vya miamala ya kifedha na kufungia karibu dola bilioni mia tatu katika hifadhi za kigeni. Mosco imelaani mara kwa mara vikwazo hivyo na kuviita kuwa ni haramu na visivyofanya kazi. Rais Vladimir Putin alisema mwezi Machi kwamba zaidi ya vikwazo elfu ishirini na nane vimewekewa Urusi katika miaka hivi karibuni, zaidi ya jumla ikitozwa kwa mataifa mengine yote kwa pamoja. Kulingana na kiongozi huyo Urusi, nchi za magharibi zilijaribu kuiondoa Urusi kama mshindani, lakini ziliishia tu kufanya uchumi wake kuwa thabiti zaidi. Katika kuidhinisha awamu ya hivi punde ya vikwazo siku ya Jumanne, mkuu wa sera ya kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kalas, mkosoaji mkubwa wa Moscow, alisema hatua zaidi zipo jikoni huko Brussels. Wakati huo huo, Uingereza imeanzisha vikwazo tofauti vinavyolenga soko la sarafu St Petersburg na wakala wa bima ya amana ya serikali ya Urusi katika juhudi za kutatiza miundombinu muhimu ya kifedha. Vikwazo hivyo vinakuja muda mfupi baada ya simu ya rais Donald Trump na rais Vladimir Putin. Baada ya mazungumzo yao, Trump amesema Washington haitaki kuweka vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Urusi, akionya kwamba hatua hizo zinaweza kudhoofisha juhudi za kufikia amani katika mzozo wa Ukraine. Na nchi nyingi za Afrika zitashiriki katika kongamano la kila mwaka la usalama wa kitaifa la Urusi. Baraza la usalama la Moscow Imesema wajumbe 45 kutoka zaidi ya nchi 40 za Afrika na mashirika kadhaa ya bara hili, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Afrika na mamlaka ya maendeleo ya kiserikali IGAD wamethibitisha kushiriki mkutano wa 13 wa kimataifa wa wawakilishi wakuu wa masuala ya usalama utafanyika mjini Moscow kuanzia Mei 27 hadi 29 katika kituo cha kitaifa cha Russia, ukiongozwa na katibu wa baraza la usalama Sergey Shoigu. Njia za kuimarisha uhusiano zaidi kati ya mataifa hayo kimsingi ni kulingana na maamuzi aliyotoa katika mikutano ya awali ya Russia and Africa itajadiliwa wakati wa mkutano maalum wa kumi na tatu. Mabadiliko makubwa ya kisiasa ya kijiografia yameathiri moja kwa moja maslahi ya nchi za kusini na mashariki ya ulimwengu. Sauti ya mataifa Afrika inazidi kuwa maarufu, huku yakijaribu kutekeleza sera za kigeni kwa maslahi ya watu wao na kutetea haki yao ya kuchagua njia yao ya maendeleo, huduma ya vyombo vya habari ya baraza la usalama la Urusi ilisema katika taarifa yake. Shirika hilo limeongeza kuwa Urusi daima imekuwa iki waunga mkono washirika wake wa Afrika katika kushikilia mamlaka yao na maslahi ya kitaifa. Mkutano wa kila mwaka wa kimataifa wa wakilishi wa ngazi ya juu unazingatia maswala ya usalama umefanyika tangu mwaka 2010. Jukwaa hilo linatumika kama jukwaa muhimu la kimataifa la kubadilishana maoni kuhusu maswala yote yanayohusiana na usalama wa kimataifa na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi washirika katika mapambano dhidi ya ugaidi wa kimataifa, ulanguzi wa dawa za kulevya na vitisho vingine. Zaidi ya wajumbe kutoka zaidi ya nchi mia moja kote kusini na mashariki mwa dunia pamoja na wawakilishi kutoka mashirika 14 ya kimataifa wanatazamiwa kuhudhuria kongamano hilo la kila mwaka la Urusi huko Moskow. Na rais wa Urusi Vladimir Putin amemfahamisha mwenzake wa Marekani Donald Trump kuhusu mashambulizi kadhaa ya kigaidi yaliyotibuliwa mjini Moskow kabla ya sherehe ya siku ya ushindi mapema mwezi huu, akinyoshia kidole Ukraini. Kwa mujibu wa msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov, afisa huyo mkuu alibainisha kuwa majadiliano hayo yalifanyika wakati wa simu za marais hao wawili akizungumza na vyombo vya habari siku ya jumanne ushakov alisema putin alimwambia bwana trump kwamba tishio la mashambulizi ya kigaidi katikati ya urusi moscow karibu na kremlin na Red Square lilizuiwa muda mfupi kabla ya sherehe kulingana na afisa huyo putin pia alisema kwamba wa Ukraine walitishia moja kwa moja washiriki wa kigeni katika sherehe za siku ushindi na walijaribu kuzuia kuwasili kwao Moscow kabla sherehe za mei 9 vladimir Zelensky ukraine alisema Kiev haiwezi kuwahakikishia usalama viongozi wa kigeni watakaotembelea mji mkuu wa Urusi, Moscow. Hata hivyo viongozi wa mataifa 28 walihudhuria tukio la kumbukizi ya mwaka wa 80 ya kushindwa kwa Ujerumani ya unazi katika vita vya pili vya dunia. Miongoni mwa nchi ambazo wawakilishi wao walitembelea Moscow ni China, Brazil, Misri, Venezuela, Cuba, Serbia, Slovakia, Belarus na jamhuri nyingine za zamani za Sovieti, pamoja na nchi nyingine za Afrika na Asia. Putin alipongeza ujasiri wa kisiasa wa washiriki hao. na mlipuko wa basi la shule katika eneo la Baluchistani nchini Pakistani umesababisha vifo vya takriban watu watano na kujeruhi makumi ya wengine. Basi hilo lilikuwa limebeba watoto wa shule 40 wakati lilipolipuka mwendo wa saa moja na dakika arobaini kwa saa za huko, nje kidogo ya mji wa mbali wa Khuzdar. Watu watatu kati ya watano waliouwawa ni watoto, polisi imesema. Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha mabaki ya basi kubwa likiteketea huku mikoba ikiwa imetapakaa pembeni yake. Hakuna kundi lilodai kuhusika na tukio hilo hadi sasa, lakini Balochistan, jimbo lenye machafuko kusini magharibi mwa nchi hiyo, limekuwa likikumbwa na uwasi wa muda mrefu na ukiukaji wa haki za binadamu. Na waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehukumiwa kifungo cha miaka kumi cha kazi ngumu kwa kosa la rushwa. Agustino Matata Ponyo alipatikana na hatia ya ubadhirifu wa takriban dola milioni mia mbili arobaini na tano sawa na euro milioni mia moja themanini na mbili za fedha za umma, na mahakama ya kikatiba ya Kongo siku ya Jumanne pamoja na Grodatwash Mutombo gavana wa zamani wa benki kuu ya Kongo. Wakili wa Matata aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba uamuzi huo haukuwa wa haki na ulichochewa kisiasa. Sehemu ya fedha zilizochukuliwa kutoka kwenye maendeleo makubwa ya kilimo yaliyokusudiwa kukabiliana na uhaba wa chakula nchini humo.